si tu mapambo ya kuongeza urembo bali ni silaha ya siri katika sanaa ya mapenzi, kwamba lazima ujue. Hujua mapenzi ni ni, ni sanaa bwana. Na kwa muda mrefu wanawake wengi, hasa wa bara letu la Afrika, wamekuwa wakitumia shanga za kiunoni kama nyenzo ya kuongeza mvuto, msisimuko na hata kudumisha mapenzi, hususan katika hususakatika suala zima la ndoa. Hebu tutazame kwa undani kuhusiana na matumizi pamoja na faida zake katika, katika swala zima la tendo la ndoa kwa mtindo wa kufurahisha. Ua, siku zote tendo la ndoa halikwazi, tendo la ndoa linafurahisha. Lakini sasa, wacha tuanze na matumizi ya shanga hasa katika swala zima la tendo la ndoa. Matumizi yake namba moja ni ujumbe wa kimapenzi kwa lugha ya shanga. Nani anahitaji maneno wakati shanga zinaweza kuongea? rangi tofauti za shanga zinaweza kumpelekea mpenzi wako ujumbe kupole, wa asili kabisa. Nyeupe kwa upole, nyekundu kwa moto wa mapenzi na nyeusi kwa usiku wa kipekee. Na kama unataka kuongeza msisimko, chagua rangi inaufikisha ujumbe wako bila kusema neno. Ubunifu saizi ni mkubwa. Shanga nyingi zimekuwa zina maneno sasa, siku zimekuwa na maneno kwamba baby sijui nini, nini, na nini, nini, ni kuongeza ladha ya tendo la ndoa lakini pia matumizi mengine ni sauti za usiku wa mahaba. Kuna kitu cha kipekee kuhusu sauti ya shanga zinaposikika taratibu, shaka shaka shaka, wanasema ni muziki wa mapenzi ambao huongeza hamasa na kufanya kila kitu kiwe cha kuvutia zaidi. Hebu fikiria shanga zinavyogongana huku ukitembea chumbani hivi, unadhani mpenzi wako ataweza kuendelea na kazi nyingine hivi? Mfano, mpenzi wako alikuwa anakula chakula Eh bibi, ukapitisha shanga yako pale, mpenzi wako hawezi kuendelea tena kula, lazima kutafute, kwa sababu ni sauti ya usiku wa mahaba na tunajua kabisa sauti ya usiku inavovuma kwa kasi. Lakini pia fa matumizi nyingine ni urembo wa asili, shanga wa hukazia uzuri wa kipekee wa kiuno na hilo linawafanya wapenzi kuwa na mvuto wa kipekee. Wanaume wengi wanafikiri kuwa shanga huongeza mvuto wa mwili na kufanya tendo la ndoa kuwa la kuvutia zaidi. Mwanaume akizishika hizo shanga sasa wakati watendona ndoa. Oh, lakini matumizi mengine ni kujenga ukaribu. Karibu upi? Tunazungumzia ukaribu kati ya mume na mke, mpenzi na mpenziwe, na tunaweza no, kusema katika baadhi ya tamaduni mume ndiye anayepaswa kushikashika shanga za mkewe. Hii huongeza hali ya kimaaba na mawasiliano ya mwili ambayo huimarisha uhusiano. Sasa we bidada, ambaye hujaolewa na unavaa shanga. Na tunajua kabisa katika tamaduni zetu kwamba mume ndo anaruhusiwa kuzishika hizo shanga, na bidada hujaolewa unataka shanga zishikwe na nani? Tafuta mtu akuzishika, shika eh? Lakini hiyo ilikuwa ni matumizi ya shanga. Sasa tuingie katika faida za shanga hususan katika tendo la ndoa. Leo tutazungumzia upande wa tendo la ndoa peke peke yake kini kuongeza msimuko ni moja ya faida kama ilivyo wa vazi la ndani la kuvutia, kwamba usiku pale bidada huwezi kulala na dela, lazima utatafuta kanetrudeskako kepesi kepesi ambako utalalia na, kusema kama ilivyo vazi la ndani la kuvutia, shanga zinafanya mvaaji ajisikie mrembo na mwenye kujiamini na kujiamini huko huwasha moto wa mapenzi. Unajua, ukivaa shanga, huenda mtu mwingine akiona kwamba akizungusha kiuno kisipokuwa na shanga hawezi kujiamini, lakini akitupia huo mkufu wake huweza kujiamini na kujiamini huwasha moto wa mapenzi na kujiona kwamba yeye nimekamilika kama mwanamke. Lakini faida nyingine ni kuleta ugondozi mpya. Tendo la ndoa linahitaji ubunifu kadri siku zinavyozidi kwenda. Staili ni mpya na shanga zinatoa njia rahisi ya kuongeza utamu wa kufanya kila siku kuwa wa kipekee. Lakini faida nyingine ni ishara ya upendo katika ndoa. Shanga zinaweza kuwa zaidi, shanga zinaweza kuwa zawadi nzuri kutoka kwa mume kwenda kwa mkewe kama njia ya kumwambia na kupenda na nakutamani. Ha, hapa kitumika sauti ya mwanaume ipasavyo ile base kabisa ile kwamba nakupenda na nakutamani. Hii ni ishara ya upendo. Eh, nishasema na well, kwamba shanga zina maana, shanga zina maandishi yake. Siku hizi ubunifu umeongezeka kwamba shanga inaweza kaandikwa kitu chochote na ikawa nafikisha ujumbe mzuri kwamba mumeo anaweza kukunulia shanga lakini hiyo shanga ikawa imeandikwa nakupenda na nakutamani, yeah? Inaashiria upendo, lakini faida nyingine, kuvunja ukimya. Kama kuna hali ya ukimya au hisia za mbali katika tendo la ndoa au katika ndoa, shanga zinaweza kuwa njia ya kuanzisha mazungumzo mapya ya kimapenzi bila kutumia maneno. Robi dada, kama mume wako amekukasirikia siku ya tatu, hujajua kumpa mambo bana, nenda kanunue shanga yako nzuri kabisa maradadi, afumpitishie tu kidogo kwa Mungu. Na kwa pia kwamba ukimia ndani ya nyumba utakuwa umevunjika. Na sasa nataka nikwambie, shanga si tu mapambo, bali ni nyenzo yenye nguvu katika sanaa ya mapenzi. Kama unataka kuongeza ladha na msisimiko katika ndoa yako, usiogope kujaribu. Shanga zinaweza kuwa asili yako ya kuleta hisia mpya ya mapenzi na kumfanya mpenzi wako asikuache. Basi. Je, yeah, uko tayari kuzitumia kwa ustadi wa hali ya juu? Hili ni swali ambalo nataka nikuachie na udondoshe comment yako hapo chini. Wewe mwanaume, je, utalizia mwanamke wako azitumie? Na wewe mwanamke, je, upo tayari kuzitumia? Na jina langu ni Madam Gadi Official na hii ni Memorata TV. Usisahau kusubscribe, ku like, ku comment na kushare. Pale unaposubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili tu video zote zinapokuwa hewani uwe wa kwanza kujipatia taarifa.